Hello, hello, hello, Bwana Yesu asifiwe! Uh, ni mara nyingine tena nimerudi nikitaka kuendelelezea kuhusu yale madhabahu ambayo niliongelea last time. Last time I talk about the altar. Madhabahu ambayo yametushikilia kama sisi wa Kristo ama kama sisi wanadamu ama kwa wale watu ambao tunahangaika Si wachawi tu ndio wanatutesa wala waganga wala mambo na shetani. Kuna mambo mengine ni ya wazazi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Pale kwa comment section nataka nijibu mtu. Mtu ameniuliza ya kwamba nitatoka vipi ama nitafanyaje nitoke katika hii hali. Hmm? Na utajuaje uko katika hii kifungo ama katika haya madhabau ya wazazi wako? Kuna wazazi wengine ni wachawi. Kuna wazazi wetu wengine ni wachawi hmm. Unaweza ukakosa kujua ama unaweza kujua ya kwamba mzazi wako si mtu ambaye yuko correct. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo utashinda ukihangaika, ukihangaika, ukihangaika, ni kumbe ni mambo ya wazazi wako. Je, utatoka aje? Ama je, mzazi wako ako nayo na hautaki kumuonyesha ya kwamba ako na hizi vitu na unataka kuachana nazo, utafanyaje? Mtu aliniuliza swali, so nilikuwa nataka nimjibu kitu ya kwanza. Kitu ya kwanza ambayo unastahili kufanya kama wewe ambaye hautaki hizo vitu, umechoka nazo, ama umechoka na hayo madhabau ya wazazi wako, kitu ya kwanza ni kumkubali Yesu, ukubali wokovu. Wakati utakubali wokovu na ukatae mambo ya familia ama mambo ya wazazi wako, hazitakuandama. Kubali Mungu. Mungu ndio suluhu. Tafuta Yesu katika maisha yako. Tafuta Yesu katika hali zako zote. Zama kwa magoti, mlilie Mungu. Mwambie Mungu, mimi sitaki haya mambo. Mkataa Wakati utakataa haya mambo, hayatakuandama. Bwana Yesu asifiwe. Hizi vitu zinasumbua. Utashinda ukizunguka makanisa, ukizunguka kwa mapasta, ukizunguka mara. Unalaumu huyu pasta haombi vizuri, mara haombi, mara ni nini, na kumbe kinacho kinachokukula ni ki nguoni mwako. Bwana Yesu asifiwe. Wa ni wazazi wako, ama your relative ndio wanakukula, so The main thing we mwenyewe tafuta Mungu kupitia magoti yako, tafuta Mungu wakati unapojidisconnect na haya madhabahu. Hata unapoenda kwa pasta ili akuombee ama akusaidie, eh, haya mambo yatakuwa rahisi kukuachilia. kuna maombi ya kujidisconnect, kujikatanisha na madhabau ya familia ama madhabau ya ushirikina wa wazazi wako, tafuta maombi kama ulikuwa haujaifunga tafuta siku, anza kufunga ukimlilia Mungu aku disconnect kwa hii damu aku disconnect kwa haya madhabau, ili ukuwe sawa, usiangaike na mambo ama mizigo ya wazazi wako. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mzazi anafanya kitu labda yeye pia, unajua ni generation hii kitu wa inafata ni kama mzizi, yeye labda alipata na hiyo damu ikamuingia ikawa pia yeye anafanya hivyo, na ujue pia ni damu pia kwa watoto. Hata kama hata kama wewe hata kama hautakuwa hauta vile mzazi wako yuko, kumbuka una watoto, hiyo kitu itafata watoto wako na itawasumbua milele. So the only thing ni kutafuta Mungu, mtafute Mungu usiku na mchana na ujidisconnect na haya madhabahu, jidisconnect na haya madhabahu. Na pia waombee waokoke, wombee wazazi wako wabadilike, waokoke, wasilaumu wasi majirani wala wasilaumu watu wa komba, watu ndio wanawaroga, na kumbe ni mizigo ya wazazi wako. Kuna wazazi wanafanya mambo wakidhani labda mtu anaroga mtu akidhani ana, ana, anaharibu mtoto wa mtu, kumbe hii mizigo itabaki kwa watoto wake. So the only solution my friend, my my sister, my brother, kutafuta Mungu. Damu ya Yesu inatosha yote. Shalom.